Kampuni ya Royal Media Services imewasili Nyanza kwa ziara ya siku tatu za kukutana na wasikilizaji wake mashinani. Watangazaji wa Radio Citizen waliandaa hafla kubwa sokoni Oyugis, katika Kaunti ya Homa Bay, ambapo wakazi walipokea burudani ya aina yake. Wadhamini mbalimbali wakiongozwa na kampuni ya mawasiliano ya Safaricom, Joy Millers na Pepsi waliungana na Royal Media Services kuhakikisha wakazi wa Homa Bay wananufaika na sherehe hiyo. Kesho shughuli za mseto Campus Tour zitaendelea katika chuo kikuu cha Kisii. I'm happy that our clients wamepata hizo promotions, wengine wamekunywa, wamefurahia, tuko na goodies hapa mingi mingi offer. Moto mahali popote unaposikia raha iko, then unakuwa una, una, una na hakikisho ya kwamba za chapati tunazo. Leo tumekula chapati, wakaazi wapo Oyugis, umekula chapati, wamesample chapati na kila mtu anasema eh. We we we are also enlightening our customers about the offers we have have today. We have an offer called be life for data data whereby you are able to buy data and use it